Yes, po, so, dakita, kabisa na vitu vinaenda poa kabisa, lakini pia unaendelea eh, kutufuatilia. Sasa niko na story kutokea huko Gaza, moja kati ya sehemu ambazo tunaweza tukasema ni sehemu ambazo bana watu wanaishi kwa wasiwasi sana kutokana na machafuko, lakini pia vita ambavyo vinakuwa vinaendelea huko Gaza. Watu wengi wamekuwa wakiombea Gaza, lakini eh, mwisho wa siku bana kuonekana vita hivi kuweza kuto kupungua, lakini pia eh, watu wengi kuweza kupata shida kutokana na machafuko ambayo yanakuwa yanatokea huko sasa. Shirika moja ambalo lenyewe sio la kiserikali ambalo inaweza kuungwa mkono na Wamarekani nikimaanisha Marekani serikali ambayo inaongozwa na Rais Donald Trump pia limeweza kusema kwamba litaanza kusambaza misaada ya kiutu eh, huko Gaza mwezi huu ambao nikimaanisha mwezi huu wa tano watano, eh, mpaka sasa hivi tunavyoongea hapa ikiwa ni, eh, ni tarehe ya 15, maana yake tuko nusu tu ya mwezi. Sasa mwezi huu imepangwa kuweza kutoa msaada huo eh, kutokea huko Gaza. Shirika hilo ambalo lenyewe si la kiserikali ambalo linafahamika kwa jina la GHF pia limeweza kutangaza kuwa litaanzisha operesheni katika ukanda wa Gaza huko ili kuweza kufanya masuala mazima ya misaada lakini pia kuweza kuwasaidia. Sasa e, eh, operesheni hiyo pia kwa upande huo pia itaweza kuwa ni kufuatiwa na mazungumzo lakini pia na maafisa wa Israeli, mmoja kati ya watu ambao pia wataweza kushirikishwa ili ili misaada hii iweze ku, kutolewa. I think kwamba watu wa Gaza pia watakuwa eh, wanakuwa wana wanaweza kuingiwa na moyo zaidi mara baada ya eh, shirika hilo ambalo lenyewe si la kiserikali ambalo litaweza kuwasaidia kuwapa misaada tofauti tofauti. Unajua, katika vita ikisha kuwa inaendelea kutokea eh, kuna kuwa kuna machafuko mbalimbali, ambapo watu wengi wanaweza kukosa chakula, miundombinu kuweza kuharibiwa, so kuna baadhi ya kazi pia zitaweza kusimama. Sasa shirika hilo limeweza kujitoa kuweza eh, kutoa misaada tofauti tofauti, kiwemo chakula, malazi, makazi, eh, mara baada ya machafuko hayo kuweza kuendelea. Hatuja, hatujasema kwamba vita hii kuweza kupungua, huenda vita ikawa inaendelea au machafuko yakawa inaendelea, lakini eh, kuna kuwa kuna ule unaweza tukasema kwamba kutokuwa kuna ukubwa zaidi ya machafuko, lakini pia e, zile impacts nyingi ambazo zinakuwa zinatokea baadhi ya sehemu, kwa sababu uwezo ukasema kwamba kuna nchi nzima au sehemu nzima kunakuwa kuna, kuna vita tukikia mfano mzuri Kongo, nchi ya Kongo kutokea huko Afrika e, kwenye nchi nzima pia inaonekana ina machafuko, lakini machafuko zaidi yanapatikana upande wa Goma, lakini pia pamoja na Kivu huko kumekuwa kuna machafuko makubwa, lakini kuna sehemu zingine ambazo pia machafuko yapo lakini si ya ukubwa kiasi hicho. Na sasa shirika hilo kutokea huko Gaza limeamua kuweza kujitolea kuweza kuwapa e, misaada tofauti tofauti, tofauti, ikiwemo chakula, malazi, lakini pia na masuala mazima ya e, miundombinu kuweza kuwekwa sawa. Yapi maoni yako kuhusiana na hiki kitu ambacho kinakuwa kinafanya mashirika ambayo yanakuwa si ya kiserikali kuweza kusaidia? Hivi yatakuwa yanafanya poa au yanakuwa yanakosea? Komenti yako itakuwa ni muhimu zaidi, lakini pia like, ucomment, ushare, utakuwa metisha kinoma noma.